Mtu ambaye alilia na Mungu hey, alilia na Mungu na Mungu akamsaidia, akasoma. Alipomaliza shule, akapita bahari yake ya Shamu, hakutoa sadaka yake ya shukurani. Amekaa hana kazi, akipata kazi inampesa, akipata kazi sio aliyoikusudia, hana raha ndani ya moyo wake. Anasema nafanya tu kwa sababu sina mahali pengine. Mungu hakukuleta duniani ubahatishe. Shida yako ni kwamba ulikross bahari ya Shamu kwa msaada wa Mungu ukasahau kumshukuru unasema Mwakasege, naongea kitu gani? Waulize wale walioingia kwenye ndoa, walikuwa wanaomba na kufunga, Mungu nisaidie kupate kuolewa, Mungu nisaidie nipate kuolewa, Mungu nisaidie nipate kuolewa. Ghafla anaolewa, ana cross bahari yake ya shamu, harudi kwa Mungu kutoa shukrani. Hapo hapo ndoa yake inasimamia hapo hapo. Tangu amefunga ndoa, ame stop maisha yake ya sogei. Kazini kumekwama, biashara imekwama, hali yake ya kiroho imekwama, anatafuta dhambi mpaka mfukoni haipati. Kitu gani kimetokea? Kilichotokea ni kwamba uli ulivuka bahari ya Shamu kwa msaada wa Mungu na ukasahau kumshukuru. Ulifikiri utaingia kwenye ndoa, utaishi kwa nguvu zako au kwa msaada wa mume wako, umemsahau ume, Mungu ambaye alikukutanisha na wewe mwanaume. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Waamuulize, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> huyu kaka ambaye alikuwa anaomba usiku na mchana, Mungu naomba unipe msichana wako, halafu anapewa, ana cross bahari yake ya Shamu halafu atoi sadaka yake ya shukrani, amestop maisha yake Unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Muulize Musa alipokuwa na cross bahari ya Shamu, kama alijua kuna uzito wa maagizo kama aliyopewa mlima wa Sinai, kama alikuwa na juu? Unajua ukurasa wako ujao una kitu gani? Hujui, hujui. We unataka kuishi kesho kama ulivyokuisha jana, unataka kuishi kesho kwa staili ya leo. Mungu haendi kwa staili hiyo kabisa.